Mkutano usio wa kawaida wa viongozi wa nchi wanachama wa jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC utafanyika kwa njia ya video leo Alhamisi Machi 13 mwaka 2025. Mkutano huo utaongozwa na Emerson Mnangagwa, rais wa Zimbabwe, utajaribu kufafanua hatima ya jeshi lililotumwa na jumuiya hiyo mashariki mwa DRC, eneo ambalo linakabiliwa na mzozo mkali. Mkutano huo usio wa kawaida wa jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC ambao umepangwa kufanyika Alhamisi hii Machi 13 kwa njia ya video unafuatia mkutano wa troika ya jumuiya ya kikanda, muundo wa SADC unaoangazia masuala ya kisiasa, ulinzi na usalama Machi 6 2024 na 25, na ambapo mfululizo wa mapendekezo yalitolewa ambayo lazima sasa yaidhinishwe na wakuu wa nchi hizo miongoni mwa masuala makuu yatakayoamuliwa, mustakabali wa kikosi cha kijeshi kilichotumwa nchini sam DRC ambacho kilikuwa kimeundwa kuchukua nafasi ya kikosi cha jumuiya nyingine ya kikanda jumuiya ya Afrika Mashariki, ambacho Kinshasa ilitaka kiondoke mara moja katika ardhi ya DRC tangu kutekwa kwa Goma na kundi la waasi wa AFC au M23 mwishoni mwa mwezi mwa Januari, wanajeshi wa SADC wamekuwa wakisubiri ufafanuzi wa hali yao. Kikosi hiki sasa kimezingirwa na Rwanda. Kikosi hiki kinaonekana kuelekea kujiondoa taratibu, kinabainisha chanzo cha kimoja cha Kongo kilicho karibu na swala hilo. Swali linabaki ikiwa kikosi hiki kitaondoka, ni kikosi gani kinachoweza kuchukua nafasi yake? Wakati mchambuzi mmoja anabaini kwamba wazo la kikosi kisichoegemea linaloonekana kusahaulika. Jibu linaweza kutoka katika mkutano ambao umesubiriwa kwa wiki kadhaa, ambao utawakutanisha wakuu wa diplomasia wa SADC na EAC, mkutano ambao unaweza kufanyika wiki ijayo.